Nina wasalimu wote wana na binti za Mungu kwa asubuhi hii ya leo. Bwana wabariki sana. Mungu wetu na baba yetu liye juu mbinguni, asante tena, tunakualika kwa wasaa huu utufafanulie neno lako la uzima. Nena nasi katika jina la Yesu Kristo, amen. Niwakaribishe tena watu wa Mungu asubuhi hii ya leo tena katika tafakari ya neno la Mungu kama ilipo inavyopatikana katika waraka wa mtume Paulo, tuone hii inayoitwa pauline theology alimaanisha nini hapa katika kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya 9, pendo na lisiwe na unafiki lichukieni lililoovu mkiambatana na lililojema. Mstari wa kumi, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Pale mwanzo siku ya jana azautangulizi siku ya jana niliongelea na nisisitize tena, ya kwamba upendo anaoongelea Paulo kwenye fungu hili au upendo linaloongelewa hapa ni lile pendo la agape. Unapoangalia katika lugha ya maandiko ya awali, upendo unaoongelewa hapa ni wa agape, upendo niliosema ya kwamba ni upendo ambao usiofeli niliongelea jana habari ya sifa za upendo huu, ya kwamba una sifa kama tatu nne. Jambo la kwanza ni upendo huu ni unconditional, hautegemei jambo fulani ili mtu akupende au sifa fulani ili mtu akupende, uwe ni mwema au mbaya, ni upendo wa kiungu. Jambo la mpili tulisema sifa yake ni upendo ambao chanzo chake ni ungu Divine origin, upendo huu ndiyo asili ya Mungu, kwa sababu Mungu ni pendo. Ila sisi waumini au wana wa Mungu tunaweza kuwa na aina hiyo ya upendo, unamwagwa kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, towards to us through the power of the Holy Spirit. Jambo la tatu, upendo huu wa agape ni action oriented, ni kwa sababu upendo, neno hili ni kitenzi kitn ni, ni, ni, ni, na upendo ni kwa vitendo. Kwa hiyo ni kwa vitendo, mtu anaweza kuambia tuna kupenda. Hapana e, huwezi uka, ukaonyesha upendo kwa maneno. Upendo unaonekana kwa vitendo, kama mwana wa Mungu alivyojitoa nafsi yake akafa kwa ajili yetu tukingali bado wenye dhambi, na wala sio hisia ambazo mtu anawe, ni hisia ambazo upendo huu unaonyeshwa una unakuwa demonstrated kupitia matendo ya ukarimu e, empathy lakini kuwasaidia wengine na kuwafanya wengine kuwa bora kuliko wewe kama Paulo anavyosema. Lakini upendo huu ni upendo enduring love, ni upendo ambao sio upendo ambao ni uvumilia, um, uvumilia. ni upendo ambao it never fails. hakuna haushindwi ha jambo lolote, it's eternal, ni wa, ni wa milele kama vile ambavyo eh, Mungu alitupenda. Kwa hiyo usichanganye upendo huu na zile pendo zingine. Kwa mfano upendo wa mahusiano kati ya mme na mke au opposite sex, upendo huo ni upendo wa eros, kwamba mtu usipomfurahisha hisia zake isipokuwa kwako anaweza asiwe na wewe tena wala asikupende tena. Kwa hiyo huo sio upendo ambao Paulo aliuongelea. Vilevile huu upendo ni tofauti na upendo wa storge, ambapo mtu anapenda vitu anakupenda anapenda vitu eh, kitu fulani kwako ha, au mavazi yako au mali zako. Sio huo upendo, wala sio upendo wa fileo ambao ni upendo wa kirafiki, upendo wa kiudugu, ambao na wenyewe unategemeana na hisia, based on emotions na feelings. Mtu akiwa ukimkuta yuko katika mudi au akufurahii. Sasa hizo ndizo sura zake nilizosema jana lakini upendo ambao Paulo anauongelea wana na binti za Mungu ni upendo wa kimbingu agape, ndio anaosema hapa kwenye hili fungu kwamba e, pendo na lisiwe na unafiki. Hilo ndilo upendo anaoliongelea, ule upendo ambao hautayari, na nilisema katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya kumi na tatu aya ya nne na ya saba. Leo tuingie sasa hiyo frezi ya pili inayofuata hapo kwamba pendo na lisiwe na unafiki. Somo la leo kichwa kidogo kinaongelea unafiki e, katika kwanini Paulo anatumia neno pendo na lisio na unafiki hapa? Niliingia kwenye maandiko e, katika lugha za asili. Paulo aliongea kwa Warumi akiwa kizuizini kwa kutuma waraka akimaanisha kwamba kwa wakatika ulimwengu wa Yunani kuna neno alilitumia hapa, anupokrotos e, ili neno anupokrotos, ndiyo hypocrisy au unafiki linafananishwa na kitendo. Kwa wakati huu wale wa wacheza ngoma ama waigizaji wale wanaofanya drama walikuwa wakiingia jukwaani wanavaa barakoa. Barakoa ni kakifaa fulani ambapo mtu anaweka kwenye uso wake ili usiweze kumtambua. Namshukuru Mungu, nyakati fulani tulikuwa na resori inasema, nyuma ya barakoa. Wale walioisoma wanakumbuka mambo mengi kwa hiyo Paulo anajaribu kuonyesha unafiki ni sawasawa, anoproktos. anoproktos ni sawasawa na not being sincere. Mtu anavaa barakoa ili anapoimba pale mbele, yumkini usijue ni mweupe au ni mweusi, ni kijana au si kijana, kwa sababu ameficha sura yake wakati anapofanya performance. Sasa hiyo ndiyo Paulo alikuwa anafananisha la unafiki. Sasa kuna pointi yangu hapa na ndiyo wazo langu la siku ya leo. Natamani tuone kwa nini Paulo anawakataza Wakristo wa, wawe na upendo wasio na unafiki, maanake asipokuwa na upendo Mkristo kitachofata ni unafiki. Kwa lugha nyingine, upendo huvumilia yote. kama upendi kitu kama umeona watoto wangu wana changamoto ya, ya, ya, ya malezi, usiwa, usi, usi, usi, usi, usi usiache kuwapenda wasaidie Ukimwona mwenzi wako anakengeuka, na utafute namna ya kumsaidia, kama ambavyo Kristo alihangaika kuwasaidia wadhambi. Usiwaseme, yani usipretend kwamba unampenda na umpendi. Hiyo ndiyo Paulo anaikataa. Sasa ngoja twende, eh, twende hapa chini kidogo. Aina eh, unafiki ni nini? maana mm -hmm. yanayojui unafiki ni ile hali ya kutoa maneno au kuonyesha hisia au vitendo vya nje tu ambavyo kiuhalisia ndani ya mtu huyo havipo. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa ana kuchukia lakini kwa nje akawa anaonyesha kama anakujali, eh? anakujali na anakuchekea. Huo ndio unafiki ambao Paulo anasema pendo, eh, tupendane, tusiwe nayo unafiki. Sikiliza, Pengine unaweza ukawa unafahamu aina hiyo moja ya unafiki, lakini leo tutaona aina mbalimbali mbali za unafiki ambazo zinazungumzwa kwenye Biblia na namna gani ya kuzikwepa, kwa sababu moja ya dhambi ambazo zinamchukiza Mungu sana ni unafiki na inapelekea watu wengi kuangamia pasipo kujua na ngoja nikwambie hata nika changamoto kanalo litafuna watu wa Mungu au watoto wa Mungu. Ndio maana Mtume Paulo anaandika waraka kwa kuonya kanisa la Rumi liache kuwa mapretenda. Usipretend kwamba unapenda kitu na ukipendi. Naomba nikupitishe katika aina kadhaa za upendo za unafiki kwenye maandiko. Aina ya kwanza, na haya Paulo ameongea kwa uchache sana. Nichukia unafiki, naomba nikupeleke kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliye mwokozi wetu kupitia maneno ya Yesu, mafungu haya mawili tunaona aina ya kwanza ya unafiki ni pale unapoijua elimu ya dunia hii kuliko elimu ya Mungu. Hilo Bwana Yesu aliweka wazi kabisa kwa mfano Luka sura ya 12 aya 54, akawaambia makutano pia, kila mwonapo wingu likizuka pande za magharibi mara husema mvua inakuja, ikawa hivyo. Mstari wa hamsini na tano, Luka kumi na mbili hamsini na tano na kila ivumapo kaskazini husema, kutakuwa na joto, na ndivyo inakuwa hivyo, mbingu. E, e, sasa kama mnaweza mkayajua hayo yote e, na ka, Yesu ana, anawauliza kama mnaweza kutambua hali ya nchi na uso wa nchi na mbingu, inakuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Ikiwa jiografia ipo kichwani, kanuni za fizikia umezitunza vizuri, kanuni za dawa za udaktari mpaka unafahamu kila kitu, unajua kila kitu kinachoendelea chini ya jua, unajua uki, ukiumwa unaweza kwenda kutumia mwarobaini, unajua ukiumwa unaweza kwenda hospitalini ukapona, lakini unashindwa kujua kwamba Mungu yupo au hizi ni siku za mwisho. Kweli ni kwamba Mungu anakuona kama ni mnafiki, na mwisho ukifika utaangaika pata neema. E, maana ngoja niseme vizuri kwa maneno mazuri yaani Yesu anawaambia wasikilizaji wa katika Luka el kumi na mbili, mambo ya dunia mnayajua, habari za siasa mnajua, habari za za uchumi mnajua, yote mnayajua na mnayatabiri, yanakaa vizuri, kama mnashindwaje kuyajua yaliyo ya msingi ya mbinguni? Mungu anasema nini? Ikiwa kuna vitu tunapaswa kuvifuatilia na hatuvifuatilii sisi tutahesabika katika sura hiyo ya kuwa ni si mapretenda, sio wa kweli, hatuweki hivyo vitupo mbele. Aina ya pili ni pale unapoona matatizo ya wengine sana kuliko matatizo yako mwenyewe. Sikiliza, Bwana alisema katika Matayo ile sura ya saba aya ya tatu Basi, mbona mwakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe hauiangalii? Mstari wa nne pale pale, Matayo saba aya ya nne au utamwambiaje ndugu huyo, niache nikatoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe! Mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? mstari ule wa tano ukisoma ile Mathayo anasema, mnafiki wewe, itoe kwanza kibanzi kilicho ndani ya jicho lako mwenyewe. sa Mathayo tano, tano saba mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema ukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Hali hii na kufanya uone wengine wote ni wakusaji au hawastahili, na matokeo yake Mungu anakuona, Mungu anakuona na kukuhukumu vile vile kama unavyowahukumu wao. Ukisoma habari ya yule Farisayo katika ile Luka kumi na nane, aliyejihesabia haki kuliko wengine. Kwa hiyo aina ya pili ya unafiki ni pale unapoona shida kwa wengine, kwako hauioni. Unaona boriti kwa wengine, kwako haioni. Yesu alikuwa akifafanua, Paulo amesema tu muache unafiki. Sasa maana yake ni nini? Ni hiyo hiyo hiyo aina ya pili ya kwamba unaona vingine kwa wengine ila kwako auone. Jambo la tatu, sura ya tatu ya unafiki, pale unaposali au unapotoa sadaka lengo lako likiwa ni utazamwe na watu kuwa wewe ni mtoaji au muombaji mzuri, huo Bwana anauita pia ni unafiki. Unasoma wapi? Yesu Mathayo sita mstari wa kwanza wa kwanza, sita moja. Angalieni msiwafanye wema msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mki mkifanya kama hayo, hamtapata thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Mathayo sita mstari wa pili. Basi wewe utoapo sadaka yako usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo. Wewe ukiangalia maneno ya Yesu ni kama yalikuwa na ukali kidogo, akikemea aki jambo hili la unafiki, akaenda hata kwenye masuala ya ibada. Unapoenda kusali, unapotaka kutoa sadaka lako, unapoenda hekaluni, usifanye chochote kwa kuwafurahisha watu, usifanye jambo lote hekaluni pasipo kumaanisha maanisha unachokifanya uongoze na pendo, pendo likuongoze, usiende nje ya hapo, utakuwa ni mnafiki. Muda wangu haunitoshi. Jambo la nne, sura ya nne ya unafiki, pale unapofahamu ukweli lakini unawazuia wengine wasiujue ukweli huo kwa makusudi, huo nao ni unafiki. Mathayo sura ya ishirini na tatu aya kumi na tatu, Yesu akawaambia, ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki! Kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni; ninyi wenyewe hamwingii, wala hawa wanaoingia hawaachi waingie. Hii inawahusu sana viongozi wa dini. Kwa mfano, pengine wanajua e, ubatizo sahihi ni kuzamishwa katika maji mengi, lakini hawafundishi kondoo wa Mungu ukweli huo. Hii inawahusu wana sana viongozi wa dini. Kwa mfano, pengine unajua ukweli na usifundishe ukweli, unajua njia iliyo sahihi na ulitumie neno la Mungu kwa usahihi, kwamba watu waache dhambi wamgeukie Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu, badala ya kuwatoa watu dhambini, wewe ni mchungaji unakula kondoo wako. Wewe ni mchungaji unagombanisha kundi lako. Wewe ni baba unaleta machafuko kwa mke wako, kwa watoto wako. Wewe kama kiongozi badala ya kuwasaidia watu wafike mahali fulani, unawaangamiza. Yesu alisema hiyo hali ni hali ya kutokuwa na upendo wa agape, kwa maana nyingine ni unafiki. Sura ya tano ya unafiki: unafiki ni pamoja na kujifanya msafi lakini ndani ni mchafu. dai mm. Yani, unajifanya mwema lakini neema, unapenda rehema lakini huna rehema. Mathayo ishirini na tatu msari wa ishirini na saba Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki! Kwa kuwa mmefanana mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote mathayo ishirini na tatu mstari wa ishirini na nane vivyo hivyo ninyi nani kwa nje mmeonekana watu kuwa wenye haki bali ndani mmejaa unafiki na maasi mstari wa ishirini na nane na maasi mifupa na, na, na uchafu wote ishirini na nane hivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana watu wenye haki bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Hili bado lipo kwa viongozi wa imani. Unapokuwa ni kiongozi wa imani, mzee wa kanisa, shemasi mkuu, idara ya amo, popote au mchungaji unavaa kanzu nyeupe, unaitwa baba wa imani, mama wa imani, msabato, mwimbaji, lakini unafanya uzinzi. Mwimbaji lakini hautoi zaka na sadaka, unakunywa pombe ki, yani unafanya yasiyofaa lakini una vazi la Kikristo. Ni sawasawa na ile picha tuliyoonyeshwa, kondoo, mbwa mwitu anavaa vazi la kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Hiyo nayo ni unafiki, unapotakiwa kufanya jambo jema usifanye. Aina ya sita ya ya unafiki sura ya sita ya unafiki. Unafiki ni pale unapojua unapaswa umtumikie Mungu lakini ufanye hivyo kwa kutoa udhuru. Wapo watu wengi wanapangwa, Jumatano tuletee somo, Ijumaa utahubiri, Jumamosi utahubiri, unatoa udhuru. Una uwezo wa kusaidia kanisa, unatoa udhuru. Mungu amekupatia nyumba, amekupatia malazi, amekupatia pakuishi, lakini unaweka udhuru. Soma Mathayo ishirini na nne aya arobaini na tano na hamsini na moja utaona anazungumzia habari ya yule mtumwa mwaminifu ambaye alifanya vyote alivyoagizwa na bwana wake bila udhuru. Lakini mwingine akajisemea moyoni, bwana bwana wangu unakawia, akaanza kuwapiga wafanyakazi wake. Bwana Yesu anasema atakaporudi ataweka fungu lake pamoja na wanafiki. Sikiliza, Mungu na haya ni maneno ya Yesu yote nimeakoti, anachukia sana unafiki. Mathayo ishirini na nne aya hamsini sura, sura aya hamsini utasoma bwana wake mtumwa huyo atakapokuja asiyodhani na saa asiyoijua kwamba Mungu atakuja, atakuja saa tusiyoijua na atajilipiza. Na aina ya mwisho ya unafiki ni pale unaposistiza watu wayatimize yale maagizo madogo, lakini yale ya msingi na yenye kuokoa kuna habari nayo. Kwa mfano kuhimiza sana utoaji wa sadaka, kuhimiza sana kufanya mambo ya msingi, yani unachambua, una mengine unayafanya mengine uyafanyi, huko ni ku, ni Paulo anakuita unafiki. Sasa nirudi kwe, kwenye kwenye lugha ya Paulo huyo alikuwa ni Yesu. Nimetoa mifano ya Yesu aliyokuwa akichukia unafiki, na alikuwa Yesu al, aligonga mule, mule kwa sababu aliwaambia haya. Wengi walikuwa ni viongozi wa dini, wengi walikuwa ni Wayahudi wenzake, wala akuongea na Wayunani, akuongea na, na wafili hapa, aliongea na Wayahudi. Na ili tatizo la unafiki limefanya watu wengi kanisani wa, warudi nyuma, wakwazwe. Una, unaona mtu namwambia dada, umependeza unamwambia asante, kumbe umaanishi. Mkitoka unasikia kicheko, wanamcheka wote. Unaimba kwaya, mwalimu, unaona sauti yangu ni mbaya, badala wakusaidie wanakucheka. Ukifanya jambo lolote pasilo kumaanisha, huo ni unafiki. E, kuna pretend. una kuwa kuna, unakuwa ni pretenda mkubwa. Asubuhi ya leo point ni moja, Wakristo tumeambiwa tusiwe mapretenda, tusiwe wanafiki, uonyesha uhalisia. E, unaimba kwaya wewe, ni Sabato, lakini bado una, unafanya dhambi fulani, na unajua huo ndio unafiki. Kristo nakataa Mungu amekupatia nafasi ya kuweza kutegemeza kazi yake, hutaki kutegemeza kazi yake, unakuwa mchoyo, huo ni unafiki e. Kwa hiyo asubuhi ya leo Mungu wetu atusaidie, tuchukie kitu hiki, kwa sababu siku ya kesho tutasema vizuri, unafiki ni kinyume cha kuwa na ule upendo e, ni, ni kinyume cha kuwa na, na, na ule upendo ni kuvaa barakoa ili usionekane kuficha tabia yako halisi ili kuwapendeza watu. Paulo anasema pendo lisiwe na unafiki, eh, lichukieni lililo ovu, let love be sincere. Asubuhi ya leo Mungu wetu atu, atusaidie tuishi uhalisia, kwa sababu upendo unaoongelewa hapa ni upendo ambao hautakabali, nimesema ni upendo wa agape hauhesabu mabaya Ukimwona mshiriki ameanguka dhambini, nenda kamsaidie, usimsengenye, usimseme. Ukisema wewe hauna upendo wa agape na uongozi na roho wa Mungu. Ukiona mke wako anakengeuka, msaidie kama Christo, fanya kama Kristo alivyofanya. In short Paulo anamaanisha hivi, upendo unataka kufanya uchukue pozishen ya Yesu Kristo au ya Mungu Baba. Ukimkabili mdhambi ni namna gani? Umkabili mkosaji ni kwa pendo la kimbingu. Shariti moja tu la upendo huu Mkinipenda mtashika maagizo yangu. Wafundishe watu maagizo ili wadumu katika upendo ule. Kwa lugha nyingine, onyesha tabia ya Mungu, sura ya Mungu, rehema za Mungu watu. Bwana wetu atubariki asubuhi ya leo. Baba na Mungu wetu, asante kwa somo gumu, nikana kwamba unakemea unafiki, nikana kwamba haupendezwi na, na, na, na uongo. Tusaidie wote katika jina la Yesu Amen.